Habari, tumekutana tena katika kupeana elimu mbalimbali. Hebu tuende pamoja. Leo nataka ni kuelekeze jinsi ya kuzuia au kuepuka MB zako au bando lako la intaneti kuisha haraka wakati unaangalia video mbalimbali mbali kwenye mtandao wa YouTube au wakati upo unaangalia video mbalimbali mbali kwenye application ya YouTube, tuende pamoja liki hiyo application ya youtube yaani ifungue ukishaifungua bila shaki itaonekana kama hivi kumbuka hali hiyo itakua hali hii ambayo inasababisha MB zinaisha ni ile video jiplei zenyewe zenyeweutoti hei tuenda pamoja tuweze kufanya setting hizi vilevile nisikilize vizuri ili niweze kuseti hizi setting chache ambazo zitakusaidia MB zako zitakuwa haziishi kwa haraka zaidi. So hizo tu, kuna njia kama tatu nitakuonyesha hapa, endelea kunisikiliza. Hii ni njia ya kwanza, nataka nikuelekeze. Njoo hapa, kliki sehemu hii hapo, au gusa hapo. Ukishagusa sehemu hii hapo, sasa njoo sehemu hii hapa Njoo sehemu hiyo nilionyoshea huo mshale hapo kwenye ka icon ka setting. Baada ya kukliki hapo, kuna maneno yatajitokeza hapo kwenye setting. Sasa wewe usipate shida, njoo chini, tunasema scroll down, yani shuka chini, ili uweze kutafuta neno hilo. Neno hilo ni hili hapa milioni hilo neno linozungushia wa mstatili, basi utakliki sehemu hiyo, fungua neno hilo. Ukishafungua neno hilo, sasa kuna maneno yamekuja hapo, playback. Sasa funga hapa, funga hapa, sehemu hii hapa, namaanisha funga hapa. Unaona hii sehemu niliofunga hapo inaonekana sehemu imewashwa hapo. Hebu zima sehemu hiyo hapo, zima sehemu hiyo. Ukisha zima sehemu hiyo itaonekana kama hivi, itaonekana kama hivi. Basi mpaka hapo tayari tumeshazima hapo, simu inakwambia autoplay next video. Kwa hiyo mpaka hapa bando lako litakuwa haliishi kwa haraka zaidi maana yake video zitakuwa hazijiplay zenyewe automatic, ni mpaka uiruhusu video ndo iweze kujiplay. Sasa unashangaa video zingine zinajiplay zenyewe tu, mara unashuka chini, mara ma video mingine yanajiplay yenyewe automatic. Sasa hali hiyo inafanya bando linaisha kwa haraka zaidi. Hii ni njia ya kwanza. Endelea kunisikiliza ili uweze kujua njia nyingine ya kuzuia bando lako kuisha kwa haraka zaidi wakati unaangalia video mbalimbali kwenye mtandao wa YouTube. Njia ya pili, njia ya pili, wakati ukifungua hapo usipate shida, kuna neno hapa hapa limekuambia data saving, umeliona neno hilo? Utakliki sehemu hiyo, kisha utaseti data zako, nahitaji zote zinatumia data high quality, maana maanake video zote zinaonekana kwa high quality. Ukiwa unaangalia video kwa ubora mkubwa na bando laisha. Haraka zaidi au sio? Hii ni njia pili. Njia ya tatu ni rahisi sana, utafanya tu hivi simu yako ndio jinsi inavyoonekana hapa, utaslidi juu tu hivi. Ukishaslidi juu, kuna sehemu imekuambia data saver, utaiwasha hivi sehemu hii. Tukishaiwasha maana yake popote, sio YouTube tu ukiingia hata Instagram ukiingia, labda Facebook, bando lako litakuwa haliishi kwa haraka. Ukiingia labda sehemu tofauti tofauti, kwenye wakati unaangalia video mbalimbali mbali, labda unaangalia movie kwenye application mbalimbali mbali, au video mbalimbali, bando lako litakuwa haliishi, sio YouTube tu. Basi leo umeelimika na elimu hii ambayo nimeitoa leo, jinsi ya kuzuia bando lako kuisha au kuepuka bando lako kuishi kwa haraka wakati unaangalia video mbalimbali mbali kwenye mtandao wa YouTube. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali ambazo zinapatikana katika chaneli hii ya Shayia TV, na kutakia siku njema.